Hodi, parokia ya moyo takatifu wa Yesu Manzese, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, hapa leo tumetia nanga. E, katika parokia hii ya moyo mtakatifu wa Yesu ambapo litafanyika adhimisho la sadaka ya misa takatifu a, na shukrani kwa chama cha kitume cha wazee na wastaafu e, jimbo kuu katoliki e, la Dar es Salaam. Na hii ndio parokia ya moyo e, mtakatifu wa Yesu hapa Manzese. Mtazamaji mpendwa, e, tumefika hapa e, kuonana na wazee na wastaafu ambao wako hapa kwa ajili ya maandalizi ya siku hiyo nzuri kabisa ya kumshukuru Mungu kwa mema yote aliyowajalia na kuwatendea kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kwa mantiki hiyo. E, wanaomba tena e, wanaomba tena Mungu awalinde na kuwafikisha 2027 katika kazi yao e, ya utume hapa duniani. Kwa hiyo tuko hapa kuonana e, na wazee na wastaafu baba zetu hawa ambao hakika wao walikuwa vijana kama sisi wakitumikia na sasa wamestaafu, na sasa e, wanatumikia pamoja na kustaafu kwao, wanaendelea kutumikia vile ambavyo Mungu amewajalia. Mimi ni Philipo Josephat Kizale, hebu twende tukaonane, e, na wazee ambao wako hapa Manzese eh, tuwasikie wanazungumza nini eh, kuhusiana na siku hiyo nzuri kabisa eh, ya wazee na wastaafu, ambayo ni siku ya wapenda nao, tarehe 14 ya mwezi Februari mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita na adhimisho la na misa takatifu litaadhimishwa na askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam Mwasham Yuda Tadeus Ruaichi OFM Cap hapa Manzese eh, jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam. Mimi ni Filipo Josefati Kizale. Tumsifu Yesu Kristo. Uh, wazee, salamu yetu sisi wazee na wastaafu tunasema wazee hazina ya kanisa. Kwa majina naitwa Bridget Kalistia Senga. Senga. Uh, natokea parokia ya Bikira Maria Mama wa Mwokozi Sinza. Mimi ni mhazini pale parokiani na ni makamu mwenyekiti dekania Mtakatifu Petro anazungumza kwa niaba ya wenzangu kwa ajili ya shughuli ya tarehe kumi na nne mwezi wa pili ishirini ishirini na sita ambayo tuna misa ya shukrani ambayo itafanyikia katika parokia ya Manzese. Wazee kila mwaka wazee na wastaafu kila mwaka tunakuwa na misa ya shukrani ambayo tunamshukuru Mungu kwa aliyotutendea na anayoendelea kututendea. Kwa hiyo nawahamasisha wazee wote tusipange kukosa na siku yenyewe imeambatana na siku ya wapenda nao. Kwa hiyo wazee, tuje tushiriki kwa pamoja, tusali kwa pamoja, tupate baraka na tuweze kufurahi kwa pamoja. Karibuni sana wazee wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Wazee hazina ya kanisa, hazina ya kanisa, wazee kwa jina naitwa Juvenal William Utafu, natokea parokia ya Bikira Maria Mkingiwa dhambi ya asili Mavurunza, na katika utume huu kwenye parokia yetu mimi ni mtunza hazina wa shirika hili ngazi ya parokia, lakini pia katika dekania ya Mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu Mavurunza pia ni mtunza hazina e. Kila mwaka wazee huwa tuna utaratibu wetu wa kumshukuru Mungu wa kumshukuru Mungu kwa kutuvusha salama na kutuingiza kwenye mwaka mpya. Kwa mwaka huu 2026 tutamshukuru Mungu kwa kutuvusha 25 na kutuingiza hii 26. tutakuwa na ibada kubwa ya misa tutakayoifanya parokiani Manzese tarehe 14 mwezi wa pili mwaka huu, ni kama takriban siku nne zijazo. Nitoe wito kwa wazee wenzangu Uzee ni hazina ya kanisa, uzee ni baraka basi. Tufike kwa wingi, tujitokeze kwa wingi, tuje tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuvusha salama. Tuendelee kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza zaidi na kutuongezea kila anachotaka, na pia tuweze kuvaa utume wetu vizuri wa kuandaa walioko chini yetu kama hazina ya kanisa, ili neno la Mungu liendelee kushamiri. Wazee hazina ya kanisa, hazina ya kanisa wazee. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristu. Wazee hazina ya kanisa. Kwa majina naitwa Faustin Kazaura, natokea parokia ya Bikira Maria mama wa Mwokozi Sinza. Katika shirika letu la wazee na wastaafu parokiani pale, mimi ni katibu, lakini katika dekania ya Mtakatifu Petro ambapo ndipo tuliko mimi ni katibu msaidizi wa hiyo dekania. Basi e, tunayo fursa ya kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu wetu kwa kutuvusha katika mwaka wa 2025 kuweza kuingia mwaka wa 2026 tutakuwa na misa ya shukurani katika parokia ya Manzese hapo tarehe kumi na nne mwezi wa pili, siku ya wapenda nao. Basi ni wito kwa wazee wote walio katika jimbo kuu la Dares Salaam katika siku hii ya wapenda nao kuja kutoa shukurani zetu kwa Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuuvuka mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na tukaingia akatuvusha tukaingia katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita tunamshukuru kwa mengi aliyotutendea. Kwa hiyo wazee tujumuike kwa wingi, tuje kwa wingi, tuje tuweze kwa pamoja tukamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu walipo wengi na Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa yuko mahala hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Yusta Alphonse Nyimbo, natokea parokia Bikira Maria wa Fatima Msimbazi pale ni mweka hazina wa parokia ya Msimbazi, pia ni mwazini wa wazee na wastaafu dekania san Josef. E, napenda kuwakaribisha wazee wenzangu wote. Siku ya tarehe kumi na nne tutakuwa na misa ya shukurani kumshukuru Mungu katika parokia ya Manzese. Tarehe kumi na nne misa itakuwa saa tatu kamili. Basi wazee wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam tunawakaribisha. Tutakuwa na askofu mkuu, tutakuwa naye. Baada ya misa, tutakuwa na chakula katika ukumbi wa parokia. Karibuni sana, na tunawapenda wazee wote, mje mshiriki nasi siku hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Wazee hazina ya kanisa, hazina ya kanisa wazee. Uh, mimi kwa jina naitwa Richard Liviga, natoka parokia ya Kijitonyama dekania Mtakatifu Petro. Cheo changu katika utume pale kwenye parokia mimi ni mwenyekiti na kwenye dekania ni katibu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuona siku hii, pia kwa siku hii kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha angalau kuiona kwa ajili ya kuhamasisha wenzetu ambao hawajajiunga kwenye utume waweze kujiunga tuwe pamoja na sisi. Mara nyingi kuna wazee wanapenda kujiweka pembeni, aidha pengine kwa kuwa na wasiwasi ya uzee, lakini kumbe ni sehemu mojawapo mzuri sana ambayo inautuwezesha sisi kuweza kukutana pamoja, kushirikiana pamoja, kushirikishana mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kanisa na utume kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunawakaribisha wenzetu waweze kujitokeza kushirikiana pamoja nasi katika utume huu. Tunaomba Mungu azidi kutubariki na kutuongoza katika utume wetu. Yesu tumsifu. Yesu Kristo tumsifu. Yesu Kristo. Wazee hazina kanisa, hazina y kanisa, wazee. Mimi majina naitwa Lydia Anselm Kilawe toka kanisa katoliki Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese. Tarehe kumi na nne mwezi wa pili tuna sherehe yetu ya wazee ya misa ya shukrani kumshukuru Mungu kwa kuwa ametutendea mambo makuu. Kwa hiyo wazee wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam nakaribishwa kuja kuadhimisha misa pamoja na askofu wetu mkuu wa jimbo hili. Karibuni ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristu ninaitwa Padre Vitalis James Kasembo, Padre wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ni mkurugenzi pia wa utume wa wazee Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini pia kwa namna pekee ni paroko wa parokia ya Viwege. Napenda na kuchukua nafasi kwanza kumshukuru Mungu kwa neema ambazo ameendelea kutujalia, lakini pia kwa namna pekee tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wazee. Tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya wazee, nichukue nafasi hii pia kukualika wewe mzee, popote ulipo katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam kuja hapa siku ya tarehe kumi na nne parokia ya Manzese kumshukuru Mungu pamoja na viongozi wetu wa kiroho pamoja na wazee wengine wote kabisa. Na tunatambua kwamba wazee ni hazina, na kwa kuwa wazee ni hazina na ni zawadi, basi wewe mzee ambaye umeanzia miaka hamsini usipange kukosa, njoo uweze kumshukuru Mungu kwa mema yote aliyokujalia. Tunapoongea uzee, kuna uzee na kuzeeka. Sasa sisi kama wazee tunaalikwa kwamba kuendelea kumshukuru Mungu kwa kujalia miaka mingi. Tumeona mengi, tumesikia mengi, na tunapaswa sasa kuendelea kuyalitisha pia kwa vizazi vingine. Kwa hiyo, kwa mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuinuliwa kwako wewe mzee na kualika, usipange kukosa Njoo katika misa ya shukrani utakuta na wazee wengine, mtabadilishana mawazo, lakini pia itakuwa ni njia pekee kuendelea kutangaza utume wa wazee na wastaafu. Niendelee kumshukuru Mungu kwa yote, na usipange kukosa. Karibu sana, tuendelee kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo ameendelea kujalia. Tumsifu Yesu Kristo.